Kwa majina tusaliaano the, sea of tea, like the week, and, and power. Kwa mara kwanza nilikutana na Miriam Odemba ilikuwa saluni, alikuja kufanyia makeup na rafiki yangu, mimi nilimfanyia Modemba yeah. sotukuisi na wakati uzuri wake ni live ana wa asili a kumwona. Uh, live yuko very wa so uzuri wake asilimia tisini ni wa asili. Modemba anafaa kuwa role model wa binti wa Afrika. Kwanza, ukiongelea mamodo wakubwa Tanzania, huwezi kumwacha Miriam Odemba. So kwa wale mabinti wanaoangalia mlango wakuja kuwa mamodo kwenda kushindania umodo, wanaaa kuna vitu vya kujifunza kwa Miriam Odemba, alipita wapi hadi alipofika. Binti wa Afrika ana haki ya kumtazamia Miriam Odemba kama role model wa. Yes, Miriam Odemba ameleta ujasiri kubwa kwenye tasnia nzima ya urembo, I mean kwenye umodo kwa sababu mimi tupo ni rafiki zangu most of them walikuwa wanamwangalia Odemba kama kioo kwenye hiyo career yake ya urembo. Unavyoongelea mamodo wachache Tanzania, waliopita hata kwenye red carpet kubwa, a wameshiriki kwenye fashion shows kubwa, na ye unamuweka. So ni ameweka legacy kubwa kwenye soko, kwenye tasnia ya urembo Tanzania. Mimi kama Anko T nachomekia dada yangu Odemba, aende Yani anaangalia na wa dada wadogo waliokuwa huko chini hawanyanyui kwa kadri yeye anavyoweza kwa sababu kuna watu wanatamani kuwa kama yeye, lakini hawajui wanaanzia wapi. Na kuna wengine wazazi wanaamini kuwa mtu akiwa mode atakuwa rahisi, lakini atakuwa amini, atakuwa muoni. Kupitia yeye mzazi anaweza kujifunza kuwa umode sio uhuni, na wanaweza wazazi wakasapoti vijana wao kuingia kwenye hiyo karia, maana yeye ametobolea hapo po mpaka hapa tunavyoongea aishi Tanzania anaishi nchini Paris, lakini nacamweka kule ni kazi yake hiyo. Keep akeep fighting, sister Miriam, ila